Na wivu wa kimapenzi wenyewe unaanza kwenu, mwanamke wa Kisukuma aende shamba yeye mwenyewe akalime yeye mwenyewe na watoto wake alete huduma yeye mwenyewe akifukuzwa shule mama ndio ajue mtoto anaendaje shule. Acheni hayo mambo, yamepitwa na wakati, wanawake oi. Nipigieni wa makofi na vigelegele wanawake Mkuweka mbegu tu nisameni, lakini mwanamke akishamaliza hapo, mimba aijue yeye, anaenda kujifungua yeye, na akizaa huyo mtoto ni wake. Sasa hiyo sio sawa, na ndio maana inatuletea mambo haya yenye wivu, kwa sababu unamwona anapendeza na kujua. Kuna mmoja ilikuwa Nyang'wale, ilikuwa ni kwako hapo, yule aliua mwanaume anayemtilia mashaka, ilikuwa Nyang'wale ameenda kumbe, anamtilia mashaka, ameenda msibani, akalala naye hapa na hapa. Watu wote walivyolala, akaamka akaanza kuchalanga mapanga, watu wakazania fisi. Unajua Nyamwale kule maporini, wakaanza kukimbia kule wanakokimbilia. Alivyomaliza kuchalanga mapanga mwanaume, anaenda kuchalanga mapanga mwanamke. Mwana ei, nilikwambia muache fulani, umeendelea naye. Sasa nishamaliza ndoto, anastuka kumbe haikuwa fisi, ni mtu. Ndio wanaanza kumkimbiza sasa maporini, kwenda kutoa taarifa polisi, kushirikiana na polisi. Na yeye ana mishale, amekimbia porini na mishale, lakini Mungu akatusaidia, tukamkamata. Anasubiri kifungo chake. Sisi kifungo ni kunyonga, kwa sababu kaua watu wao wawili kwa wivu wa mapenzi. Ndio maana naongea kwa uchungu, kwa sababu nina ushahidi wa hayo. Mnayoyafanya yapo na yanatokea. Tumepambana na majambazi sasa, tunakuja kupambana ndani ya nyumba mtu mmoja mmoja. Ndio maana niko hapa, nyie mliopo pelekeni taarifa. Sasa hivi nitakuwa mkali sana kwa wale wanaume wanaowafanyia ukatili wake zao, kwa sababu anaanza hivi kidogo kidogo, leo kampiga ngumi, kesho kampiga bakora, kesho si kafanya nini, kesho kutwa anaua. Nisaidieni kwa kunipa taarifa za wale ambao wana migogoro ya kimapenzi, wanaanzaga hivyo. Mwisho siku mtu anakufa. Akishakufa ni mauaji. Geita tunaonana, Geita tunauana, kumbe mapenzi tu. E, enyewe babu zenu wakuambia kama mapenzi yapo tu kama akiuliwa